Karibu tuingie viwanjani. Timu ya taifa ya mpira wa kandanda ya wachezaji wenye umri wa chini ya miaka 20, The Rising Stars, imepokea rasmi bendera ya Kenya kutoka kwa Rais William Ruto katika Ikulu ya Nairobi. Timu hiyo inaelekea Moroko kwa kambi ya siku kumi kabla ya kuvuka hadi Misri kwa Kombe la Mataifa ya Afrika. Timu hiyo imekuwa katika mazoezi kwa mwezi mmoja ikicheza mechi za kirafiki dhidi ya timu za humu nchini, haswa kwenye ligi kuu ya FKF. Draw ya kombe la mataifa chini ya miaka 20 ilifanywa upya baada ya Ivory Coast kujiondoa kama wenyeji. Kenya sasa iko katika kundi moja pamoja na Morocco, Nigeria na Tunisia. These finals of the under 20 Afcon games

Yes. Mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Asante sana kwa kutazama Sema na Citizen, pamoja na taarifa kuu za saa saba. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia mchana mwema, mimi ni Mashirima Kapombe.